rai na kila moja azingatie, ni lazima azingatie misingi ya maisha ya Watanzania. Tanzania imejengwa kwenye misingi ya undugu. Tanzania haijajengwa kwenye misingi ya ubaguzi. Ninyi mmepata fursa ya kuwa Watanzania kwa sababu Watanzania hawawabagui waafrika wenzao. nawaambieni hapa Niliwaambieni na Katumba madamu, umeomba kuwa Mtanzania na wengine ukapata fursa ya kuwa Mtanzania, ni lazima uzingatie misingi iliyolijenga taifa la Tanzania. Niliambiwa kule Katumba baadhi yao wameomba kuwa Watanzania, wakapata nafasi ya kuwa Watanzania, wanawabagua Watanzania na wanabaguana wao kwa wao, kutoka kwenye mataifa yao walikotoka. Tanzania, ukimkuta mkerewe yuko na Chingwea anakuwa ndugu na anakuwa rafiki sawa sawa na wengine walioko, wa makonde wengine walioko na Chingwea. Tanzania ukimkuta Mpemba yuko Kigoma anakuwa na marafiki na anakuwa na ndugu wale wale walioko Kigoma. Sasa ninyi ambao umepata fursa ya kuwa Watanzania, si yote wapo, baadhi yao wanaoendelea kuangaliana kwa sura, kuangaliana kwa dini, kuangaliana kwa umetokea eneo gani hiyo siyo sifa ya Watanzania. Niliwaambia kule na ninyi nawaambieni, vitu vinavyogawa mataifa mengi vinaanza na watu wanapokuwa na usisi na wao. Kwa hiyo ninyi, dumisheni umoja, unganishweni na vitu vya maendeleo. Na sisi tumesema niliwaambia Katumba pale, kwa wale tutakaoona wanaenda kinyume na misingi ya Watanzania tutachukua hatua na tunao uwezo wa kuchukua hatua ya aina yoyote ile. Baba mwenyekiti, kwa kunipa fursa hii ya kusalimia, nafurahi kwamba ujumbe huu utawafikia kila mmoja. Ukiamua kusilimu. Na nasikia ndugu zangu, ukiamua kusilimu lazima uishi maisha ya Waislamu. Hauwezi ukasilimu ukasema lakini kwa kuwa tu nimesilimu ukubwani basi naendelea sitakula nguruwe ila nitaendelea kula matum, ma, maini tu ya nguruwe. Hapana. Huwezi ukasema, kwa sababu nimesilimia ukubwani sitakula nguruwe ila nitakula utumbo tu wa nguruwe, hapana. Na ukiamua kuokoka lazima uishi maisha ya walokole. Hauwezi ukasema, kwa sababu nimeokokea ukubwani basi nitafuata sheria moja tu, hapana. Madamu umeamua kuwa Mtanzania ama umepata fursa ya kuishi Tanzania, lazima kwa mwenendo, kwa tabia, kwa desturi na kwa sheria, lazima uendane na maisha ya Tanzania na Watanzania. Kuna wengine wanatambua fika kwamba mavuguvugu ya aina hii mpaka kufika hapa, mengine yalitokana na chokochoko choko za kisiasa, mengine yalitokana na ubaguzi wa kikabila, huku wakisema tumejutia, huku wakisema hatutaki maisha ya aina hiyo, huku wanaendeleza mambo ya aina hiyo hiyo. Ukishakuwa Tanzania jukumu la ulinzi na usalama, usalama wa raia na mali zao linakuwa jukumu la kila Mtanzania. Kwaona ninyi hapa mnapaswa kutimiza jukumu hilo, usalama wenu, usalama wa mali zenu na ulinzi wa nchi yetu. Tukigundua tukigundua mtu anashirikiana na wahalifu ama anatunza wahalifu, anawahifadhi wahalifu, na yeye tutamuunganisha na wahalifu. Kwa hiyo kwa fursa hii na kwa mwenendo mwema ambao mmekuwa nao, mwendelee na mwenendo mwema wenye maadili ya Kitanzania, lakini pia tushirikiane katika swala la ulinzi, usalama wa raia pamoja na mali zao. Palipokuwa na usalama, palipokuwa na amani, palipokuwa na ulinzi, haya matatizo mengine madogo madogo ambayo ni changamoto za kimaendeleo ni rahisi kwa serikali kuweza kuyashughulikia. Kwa hiyo vyombo vya ulinzi mlioko hapa na vyombo vya usalama mlioko hapa muendelee na kazi bila kukoma, kama ambavyo nimeona kule makao makuu ya mkoa, hatua zinazochukuliwa dhidi ya uhalifu. Lazima nchi yetu iendelee kuwa ya amani, lazima nchi yetu iendelee kuwa salama. Kwa hiyo ukikuta palikuwa na uhalifu ama pana mhalifu, ni wajibu wako kutoa taarifa. Usipotoa taarifa, unashirikiana na mhalifu. Tukigundua uko naye na hujatoa taarifa, tunajua unashirikiana na mhalifu.